Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 813. Wafanyakazi wameambiwa waharakishe kurejea nyumbani, masomo yamesitishwa na matukio ya nje yamefutwa, huku kaskazini mwa China ikijiandaa kukumbwa na upepo mkali mwishoni mwa wiki hii. Upepo unaotarajiwa kufikia kasi ya kilomita 150 kwa saa sawa na maili 93 kwa saa unatarajiwa kupiga Beijing, Tianjin na sehemu nyingine za mkoa wa Hebei kuanzia Ijumaa hadi Jumapili, huku kimbunga baridi kikielekea kusini mashariki kutoka Mongolia kwa mara ya kwanza katika mwongo mmoja. Beijing imetoa onyo la upepo mkali lenye alama ya machungwa, ambalo ni la pili kwa ukali katika mfumo wa onyo wa hali ya hewa wenye ngazi nne. Upepo mkali unaotoka Mongolia si jambo geni hasa katika kipindi hiki cha mwaka. Hata hivyo, upepo unaotarajiwa safari hii unatarajiwa kuwa mkali zaidi kuliko chochote kilichowahi kushuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni. Mamlaka zimesema kuwa joto la Beijin linatarajiwa kushuka kwa nyuzi 13 za selsiasi ndani ya masaa 24. Upepo mkali zaidi unatarajiwa kupiga siku ya Jumamosi. Upepo huu mkali wa kiwango cha juu sana unadumu kwa muda mrefu unaathiri eneo kubwa na ni hatari kwa kiwango kikubwa, ilisema huduma ya hali ya hewa ya Beijing. China hupima kasi ya upepo kwa kutumia kiwango kutoka ngazi moja hadi 17, kwa mujibu wa utawala wa hali ya hewa ya China, upepo wa ngazi 11 unaweza kusababisha uharibifu mkubwa, huku upepo wa ngazi 12 ukileta uharibifu wa hali ya juu kabisa. Upepo wa mwishoni mwa wiki hii unatarajiwa kuwa kati ya ngazi ya 11 hadi 13. Matukio kadhaa ya michezo yaliyopangwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii yamesitishwa, ikiwemo mbio za kwanza duniani za nusu marathon za roboti na binadamu, ambazo sasa zitafanyika tarehe 19 Aprili. Mbuga za burudani na vivutio vya watalii vimefungwa huku mamlaka zikiwaambia wafanyakazi waepuke shughuli zozote za nje wakati kazi za ujenzi na huduma za treni pia zimesimamishwa. Maelfu ya miti jijini Beijing yamesimamishwa na kupunguzwa matawi ili kuzuia kuanguka. Maafisa wameonya watu kuepuka kuingia mlimani na misituni ambako upepo unatarajiwa kuwa mkali zaidi, wakati wakazi wakijifungia ndani. Watumiaji wa mitandao ya kijamii wamepata njia ya kubadili hali hii kwa ucheshi juu ya mipango yao ya weekend iliyoahirishwa. Upepo huu una akili sana, unaanza Ijumaa jioni na kuisha Jumapili bila kuathiri kazi ya Jumatatu hata kidogo, Alisema mtumiaji mmoja wa mitandao. Hashtagi zinazohusiana na upepo huu mkali, pamoja na onyo kwa wale wenye uzito wa chini ya kilo hamsini kwamba wanaweza kupeperushwa, zimekuwa zikivuma kwenye mitandao ya kijamii nchini China. Mtumiaji mmoja wa mitandao alitania na kusema, nakula sana kila wakati kwa ajili ya siku kama hii. Beijing pia imetoa onyo kuhusu moto wa msituni na kupiga marufuku kuwasha moto nje. Upepo huo unatarajiwa kuanza kudhoofika usiku wa Jumapili.